Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Asante. Kwanza, awali ya yote, nipende kushukuru kwa mwaliko huu, lakini kabla ya kuendelea, niweze kumkaribisha niliyeambatana naye kuhudhuria tafuruja hii, ili naye kwanza ajitambulishe, kisha na mimi nitaendelea. Asalamu alaykum nafurahi k hapa amajina anaitaila kwa siku ya leo lazima kila sehemu unavokuwa nakwenda nabidi uwe na mabadiliko kidogo. Sio kafika sehemu ukakuta wenzi wanalia, wewe unacheka. Hivyo hata mimi leo kwa majina naitwa Ambwene, hiyo ni Mwaijulu lakini mtaendelea kunita kwa siku ya leo Ramadhani saidi saidi, lakini lengo na madhumuni ya taftija hii imeambatana na Harambee kwa ajili ya kuendelea kuboresha msikiti wetu, ya kuendelea kuboresha pia mji wetu, lakini kuendelea kuheshimisha dini yetu ya Kiislamu. Sasa nafikiri nimepewa ridhaa na Shehe kwamba nitaongoza kijiti hiki cha uchangishaji wa vile vilivyoongwa katika mtasari ulio usikia hapa kwa pamoja.